Mwenye nlie tena, yani kuna mtu atokezi kuambia mi nakuamini, mi nakukubali, najua utafanya. Hakuambii hivyo, lakini kimoyomoyo. Wazazi wazuri wanasemaga hivi, ukimsifia mtoto anaweza akafanya vibaya kwao. Akuambii wazi kwamba mimi nakukubali sana we, ila kimoyomoyo anasema ni mtoto katika watoto nilionao this this guy huyu hapa, huyu huyu huyu, yani kuna mmoja ambaye akimwona anamkubali. Kwa hiyo si kwamba tu kitendo cha Yusufu kuaminika amekufa kilikuwa ni kibaya kwa Yusufu, no. Baba yake mzazi, nenda kasome ile Mwanzo thelathini na saba, anasema Yakobo alimwombolezea mwanawe siku nyingi, kwa sababu ijapokuwa kwenye kikao cha familia alisema wewe unasema sisi tutakusujudia na mama yako na ndugu zako, hebu sio una, unaongea wakati wa kula kimemoo, anasema I trust you, I know you gonna do it. serious serious